A na habari za kitaifa. Wabunge wameshauri serikali isisaini mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Umoja wa Ulaya na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki maarufu kama EPA kwa hoja ya kwamba mkataba huo hauna tija kwa taifa. Wakitoa hoja zao bungeni mjini Dodoma, wabunge hao wametoa maoni tofauti na baadhi wakisema mkataba huo ni mbovu huku wengine wakipendekeza baadhi ya vipengele vifanyiwe marekebisho kabla ya kusainiwa. Taarifa zaidi na Ahani ya Jumbe kutoka Dodoma. Baada ya Waziri wa Viwanda, biashara na Uwekezaji Charles Mwijage kuwasilisha bungeni mjini Dodoma mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Afrika Mashariki maarufu EPA, akaliomba bunge kuishauri serikali kwa niaba ya wananchi: lipokee, lijadili na kutoa maoni na ushauri kwa serikali kuhusu mkataba tuliowasilisha mezani kwako ubia wa uchumi baida ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Ulaya. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Wakishauri serikali kupitia mjadala huo, baadhi ya wabunge wamesema mkataba huo utaliingiza taifa katika matatizo ya kiuchumi, kama nchi yetu imekuwa na bidhaa ambazo zimezagaa na kusababisha sisi tusiweze kuimarisha na kujenga viwanda yetu, tukisaini mkataba wa namna hii, Mheshimiwa mwenyekiti Inchi yetu itakuwa ni dampo la bidhaa nyingi za ajabu. Ukiusoma mkataba huu unanikumbusha wakati nasoma form 3 historia, triangular trade, this is another triangular trade in a different way. Ni mkataba ambao unatujenga sisi kuwa producers wa raw material and become a market. Yani mkataba kadri unavyousoma kuna sehemu unakuchagulia rafiki kufanya naye biashara, kuna sehemu unaku, unakulazimisha kukaribiana na mtu ambaye wakati huo humhitaji, unakwenda kutupangia masharti. Wakati umepigana angalau miaka hamsini, tunaanza kuweka sera za uchumi, sera za mapato, sera za sera mbalimbali nzuri, inatuambia sasa kwamba tuache sera zote pembeni tufuate masharti ya EU. Hatukubaliani na hilo. Baadhi ya wabunge wakaomba baadhi ya vipengele virekebishwe kabla ya kusainiwa. Kwa hiyo kwa hiyo bunge hili lingetoka na azimio kwamba ya mkataba huu kusainiwa. Kabla ya mkataba huu kusainiwa, vile vifungu ambavyo ni vibaya, viondolewe tukajadiliane. Tuwashawishi sasa member states, the East African blocs, twende forward tuwambie these terms so far are not favorable. We want a, we want b, we want c. Ni wajibu wetu sisi kama taifa kutengeneza mazingira ma, ma ambayo na sisi tutakapitalize kupata faida. Spika wa bunge Job Ndugai akawahoji wabunge ili kupata msimamo wao. Wanaosema isisaini waseme ndiyo, wanaosema isaini waseme sio. Katika hatua nyingine, mwanasheria mkuu wa serikali George Masaju amewasilisha muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2016, akitaja sheria ambazo zimependekezwa kufanyiwa marekebisho: sheria ya usafiri wa anga sura 80, sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191 tatu Ta sheria bodi ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu sura 178, and the Higher Education Students Loans Board Act, Cap 178. ya Jumbe, TBC, Dodoma.